kutembea zaidi kwenye mitandao ya kijamii. Sasa huyu ni maafisa wa JWTZ, yaani jeshi la wananchi nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambaye ameongelelea vitu vingi ambavyo anajihisia kuwa vimemkwaza. Sasa hii ni video ambayo imetembea zaidi kwenye mitandao ya kijamii na imelazimisha jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania kutoa taarifa kuhusiana na video hii.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 ambaye anajulikana kama Captain Tesha hayuko peke yake. Ni kama alipewa taarifa asome na ndio kamana, akafanya kikao, alienda mubashara kwenye mitandao ya kijamii akiongelelea vitu vingi ambavyo anajihisia kuwa vinamkera zaidi. Sasa pale aligusia ishu ya rais mstaafu Kikwete na vilevile vile kifo cha Magufuli na vilevile ishu ya balozi ambaye anajulikana kama Humphrey Polepole pole, na vitu vingi tu ambavyo vinafanyika nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na uonevu na maovu ambayo yanafanyika katika serikali ambayo inaongozwa na CCM. Sasa, kwenye barua hii, jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania imeandikwa simu ya upepo, yaani ngome, na simu ya mdomo ehe, wameweka hapo, alafu kichwa cha barua hii ni taarifa kwa vyombo vya habari.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 na uodari kwa kuzingatia kiapo chetu. Sasa imetolewa na Kanali Bernard Masala Mlunga, kaimu mkurugenzi wa habari na mahusiano, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Kwa hiyo hii ni barua ina aya tatu hivi na imeandikwa na jeshi la ulinzi la wananchi wa Tanzania, kuhusu kisa ambacho kimewapelekea wengi kubaki vinywa wazi. Sasa kapteni ambaye anajulikana kama Tesha amejitokeza paruanja na kusemezana na umma ya Watanzania. Anaongelelea vitu vingi ambavyo yeye anajihisi ya kuwa vimemkera. Kwa hiyo nimeweka video hii ya kapteni huyu ambaye anajulikana kama Tesha, ndiye angalau upate kujua hali halisi ama kile ambacho alichokuwa kikisema. Kwa hiyo usisahau kusubscribe kulike na vile vile kushea. Shukran jidan. Marhab habibu, tunawapenda zaidi, na usisahau kukomenta hapo chini angalau tupate kujua unajisije kutokana na ile hali ya mwanajeshi huyu kujitokeza na kuweka wazi kile ambacho anakihisi ya kuwa kinamkwaza, na vile vile taarifa ambayo imetolewa na Jeshi la Ulinzi la Wananchi nchi jirani na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kutokana na video hii. Chungu na taifa hili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 Sasa nilikuwa naomba kabla hatujaendelea mbele zaidi, nilikuwa naomba kuna jambo moja tujaribu kuliangalia kuli hapa. I think tunaweza kutupa mwanga mzuri kwa mambo mengine ambayo nitakayoelezea hapo mbele. Kuna kitu kimoja kinaitwa deep deep state, deep state. Nitaenda deep state. Ni kundi la watu wenye ushawishi mkubwa ndani ya serikali au taasisi za dola ambazo wanafanya maamuzi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 kuwa linaendelea kutekeleza majukumu yake kikatiba kwa uaminifu, utii na uhodari kwa kuzingatia kiapo chetu. Asanteni.